CEO wa bodi ya ligi na kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ilifanya haya kwa makusudi kabisa kwa ajili ya kuipa feva timu fulani. Sasa basi, kwa sababu watu hawa wamevunja kwa makusudi kwa ajili ya kuweka upendeleo kwa baadhi ya timu kanuni na kuhairisha mchezo wa Machi nane Klabu... Young Africans haitakuwa tayari kushiriki mechi hii ya 134 namba 84, kama kamati nzima ya uendeshaji na usimamizi wa bodi haitajiuzuru au kuvunjwa, na afisa mtendaji mkuu pia na yeye kuondoka. Jambo la tatu ilikuwa ni kujiuzuru kwa katibu mkuu wa TFF, ndugu Wilfred Kidao. Kwa nini uongozi wa klabu ya Young Africans umeweka hili kama takwa. Ndugu zangu waandishi wa habari, hiki kilio mmekuwa mkikisikia sana na sio ukisikia, mmekuwa mkikiona. Kumekuwa na maamuzi ma ya hovyo maamuzi mabovu kwenye michezo ya ligi kuu Tanzania msimu huu. Waamuzi wamekuwa wakifanya maamuzi ya hovyo sana, lakini kwa bahati mbaya waamuzi hawa wamekuwa wakijirudia kwenye mechi na hawachukuliwi hatua yoyote licha ya kufanya madudu kwenye baadhi ya mechi. Yaani mwamuzi anakosea leo, kesho anarudi, kesho kutwa anarudi, na hakuna hatua yoyote inayochukuliwa. Ndugu zanguni, sasa kamati ya waamuzi ipo chini ya katibu mkuu wa TFF. Tunaamini haya madudu yanayotokea haya kuto kuchukuliwa hatua kwa waamuzi kwa wanaoyafanya kuna influence yake, hivyo na sisi hatutakuwa tayari kucheza hiyo mechi ya namba mia moja themanini na nne kama katibu mkuu wa TFF hatakuwa amejiuzuru. Hatutakuwa tayari kupeleka mechi pale the same referees kwenye chombo kile kile, mtu yule yule, na tukapeleka timu ikatokea no okay. na hii nimeisema specific mpate kuielewa. Katibu mkuu wa TFF, kamati ya waamuzi ina ripoti kwake na madudu yote ambayo anapigiwa kelele, na klabu ya Young Africans imeainisha kwenye ripoti yake mbele ya Bodi ya Ligi. Kila kosa la waamuzi tumeliainisha mbele ya Bodi ya Ligi na makosa haya, masikitiko yetu ni kwamba watu hawachukuliwi hatua licha ya kukosea, wanarudi tu, yaani wanarudi. Mtu anakosea leo, anapangiwa mechi Jumatano. Jumatano anakosea, anapangiwa mechi Jumamosi. Ripitisheni hii. Uongozi wa klabu Yang Africans hauoni kama katibu mkuu wa TFF anastahili kuendelea kwenye nafasi yake, kwa sababu hakuna haki inayopatikana kwenye pichi, hakuna haki inayopatikana kiwanjani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 na, gat, gat, gat. Na hii ndiyo habari njema zaidi kutoka Mchezo Super. Je, upo tayari kushinda milioni tano leo?